Mpenda sana kuhusiana na upendo ambao uh, shule yetu inao especially kwa, kwa, kwa shule nyingine za serikali ambacho ni kitu kizuri sana sana sana ambacho kwa kweli yani, kwa, kwa jinsi ambavyo mimi nimeona uh, kitu kama hichi kingekuwepo katika miaka iliyopita, umeona eh, yani sisi wenyewe tungekuwa mbali. Unajua mimi nimeishi nime, nime swaswa uh, nilikuwa na, nasoma Ipagala shule ya msingi Ipagala. Umeona eh? So wakati nimepata nafasi kuja Domseki, nakumbuka sisi kule ilikuwa kipindi hicho maji hayajafika, kwa hiyo tulikuwa uh, tuna, tunafulia mashati uh, yetu tunafulia maji ya kisimani. Kwa hiyo nilikuwa nikiwa kule na wenzangu wale waswaso ambao tulikuwa kule shati zinaonekana ni jeupe, lakini kija huku nikakuta kuna wale vijana ambao wamevaa mashati ya tomato, shati langu linakuwa la njano kwa hiyo kwa hiyo kitendo kile cha kwamba shati la njano ilikuwa inanipunguzia confidence. Nilikuwa napenda kukaa nyuma, sitaki kujitokeza sababu nilikuwa sitaki kuonekana, na nakumbuka nilivyofaulu. Sasa sisi tulikuwa tumetoka familia maskini, mama yangu alininulia kiatu kimebinuka, kime hivi, anasema hii story nzuri, utakaa nao muda mrefu, kumbe kiatu cha kike kiatu cha kike. Sasa mama anajua, akisasema inakuwa ni ngumu kumlanilia, umeona. Lakini sasa ukipata shule kama hii, ambayo ina upendo wa kuraise fund, ikamletea kijana kiatu kizuri, ikamletea kijana shati zuri, kwamba ikawa yeye na mtu mwingine ambaye anaonekana yuko na uwezo wako sawa, hapo wanakuwa wanapimwa sana sasa. Kwenye akili tuna uwezo lakini, watoto wengi wa kwetu wamepunguza confidence na confidence ile au ile hali ya kujiamini kutokana na sehemu anapotokea, na ndio maana hicho ni kitu cha kipekee ambacho Spring Academy wamekiona na tumekiona, na nasema kwamba tusimame kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Leo tunatambulisha rasmi racing ambazo tunatarajia kuzifanya tarehe 29 Novemba ambazo zitaitwa sakra. Actually, it's, it's long, long form ni Spring Hill Academy cycling race. Um, mbio hizo zitafanyika kwa kutumia usafiri wa baiskeli, watu wataendesha bicycles kwa 25 to 30 kilometers. Mbio hizo zitafanyika katika barabara za Mtumba mji wa serikali lakini pia dhumuni kubwa la kufanya racing hizi ni kurudisha pia zile positive impacts katika jamii yetu, ambayo tumelenga, hususan ku raise fund kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi ambao wanasoma katika shule za serikali, lakini pia wanaishi katika mazingira magumu. Spring Hill Ventures ina moja wa mradi wake ni shule ambayo ni Spring Hill Academy ambayo inatoa elimu bora kwa wanafunzi wake kuanzia wa, wakiwa nyumbani, lakini pia pale wanapokuwa shuleni. Tunazingatia mtoto kupata elimu bora, chakula bora, lishe bora, lakini pia mwanafunzi anatakiwa apate pia afya bora kwa kufanya mazoezi na pia kupata muda wa kupumzika pia awapo shuleni.